Karibu tena. Naibu rais Profesa Kithure Kindiki pamoja na msaidizi wa rais Farouk Kibet wanasema wataendelea kuzuru maeneo mbalimbali mbali nchini kuzindua miradi ya maendeleo kando na kupiga jeki vikundi mbalimbali vya kina mama na vijana. Wakizungumza katika uga wa Nyanturago, eneo bunge la Nyaribari Chache, katika hafla ya kuchangisha fedha za vikundi mbalimbali vya kina mama na vijana, viongozi hao walitumia fursa hiyo kumsuta aliyekuwa naibu rais Rigathi Gashagwa kwa kupotosha Wakenya na siasa za uchochezi, wakitaka Wakenya wape muda wanaorindima siasa za migawanyiko. Aidha, viongozi wa eneo la Gusii waliohudhuria mkutano huo wameapa kushirikiana na serikali kwa maendeleo zaidi. Kwa hivyo, Kenya hii yetu tuendelee kukaa kwa umoja. Wakati wa siasa ukifika, kila mtu ataenda kupigia ule mtu anataka kura, there is no problem. Tutanyoroshana, mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye atakosa angojee siku ingine, Mungu atambariki huko mbele. Na hii ukweli lazima isemwe kwa sababu ukiona kiongozi tabia yake ni kuincite watu, yeye anatabiri mambo ya vita, kiongozi wa aina hiyo afai kuwa kiongozi hata ya kusimamia chairman ya deep. Hawa wanayefuatafuatana na hivyo wanakusanywa wanaambiwa jiteke nyara, mujichunge. Yule mtu wa siasa ya ukabila, yule mtu wa siasa ya uchochezi atakuja kuwadhulumu hata awapotezee kuwa maisha yenyu. This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous uh, in, in recent months, most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Wamunyoro anaitwa Gachagua. I am telling you, interest ya huyu mtu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya haina amani.